Nam mtazamaji wa Faida Online TV, siku ya Novemba 29, 2025, Bodi ya Korosho Tanzania inakwenda kuandika historia nyingine ufuku za za IDL3, wa Mtwara, kwa kukutanisha wafukuza upepo zaidi ya elfu tatu katika mkoa wa Mtwara kwa lengo la kushiriki mbio za Korosho Marathoni msimu wa nne kwa upande wake mkurugenzi wa bodi ya korosho Tanzania ndugu Francis Alfred amezungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 10, 2025, na kuelezea namna na walivyojipanga kuelekea msimu huo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe ku like na comment section yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mbio hizo zitatanguliwa na maonyesho ya bidhaa na shughuli mbalimbali kuhusiana na zao la korosho kuanzia tarehe <coughs> 24 na kilele kabla ya 29, ile siku ambayo itakuwa siku ya mbio za Korosho Marathon. Na kama upande wa ida korosho, baada ya sikio ya korosho tunazifanya kwa ushirikiano na kampuni ya Rhino Sports Talent Promotion. Lengo la mbio za korosho hizi kwanza ni kuhamasisha matumizi ya korosho yenyewe kwa wanunuzi wa korosho pamoja na bidhaa za lakini pia ni kuelimisha jamii kuhusiana na korosho na fursa zilizoko kupitia zao la korosho na mchango wa zao katika kukuza uchumi na kuhamasisha jamii kujihusisha na zao za korosho, kwa sababu ni mojawapo ya njia rahisi kwa watu kuweza wa kujiinua kiuchumi na kupata mapato, aidha kwa kulima korosho au kujihusisha na zao la korosho au kubangua au kushughulika na shughuli yoyote katika mnyororo wa, wa zao la, la korosho lakini pia kama unavyofahamu, swala la, la afya na kujikinga na magonjwa ambayo tunaona kutokuwa active, Korosho Marathon ni sehemu ya kufanya mazoezi, kufanya tuwe na afya bora, na kama sehemu ya hamasa ya kufanya jamii yetu iwe na afya bora sani sa, mwaka huu Korosho Marathon ni ya kipekee kwa sababu tofauti na miaka mingine, kwanza tuko na hizo siku nne za maonyesho kabla ya Korosho Marathon. Lakini pia mwaka huu pamoja na zile mbio za Korosho Marathon ambazo tunazifahamu, lakini tutakuwa na mbio za watoto ambao atakimbia kilomita 2.5. Watoto wa kuanzia miaka sita mpaka 13 tutawashindanisha na tutakuwa na mbio zao wenyewe, na tutakuwa na mshahara mdogo mdogo kwa watoto kulingana na mambo mazuri kwa yafanya. Lakini tutakuwa na mbio za wazee. Hapa tumeweka wazee kuanzia miaka 60 mpaka 95. Kwa utakuwa na mbio zao pia mbio zao pia maalumu, na mwaka huu pia tumeboresha pia wigo wa zawadi. Zawadi zitatoka kwa watu ambao watakaokimbia kilomita kumi na kilomita ishirini na moja Tukono, kwa kwa kilomita kumi kutakuwa na zawadi ya shilingi milioni mbili kwa mshindi wa kwanza kwa upande wa kike na upande wa kiume. Zawadi ya pili itakuwa shilingi milioni moja na laki mbili pande zote mbili, kwa maana mimi na kee pia. Kwa mshindi wa tatu zaidi kwa shilingi milioni moja mimi na kee. Zipo zawadi nyingine nyingi mpaka mshindi wa kumi ambaye atakuwa shilingi laki moja na nusu. Mshindi wa kwanza kilomita ishirini na moja zawadi yake itakuwa shilingi milioni tatu. Mshindi wa pili kwa pale kilomita ishirini na moja itakuwa ni shilingi milioni mbili. Mshindi wa tatu zaidi kwa shilingi milioni moja na laki nane itukwa na zawadi zingine zitaendelea, mpaka zawadi ya chini ni shilingi laki tatu. Ko, tumepanua viwango vya zawadi kwa kuongea kiasa, lakini pia tapanua uwigo wa kuwa na zawadi nyingi. Kwa hiyo pamoja na kufanya mazoezi kushiriki korosho Marathon, pia ni ni fursa eneo la muojesha tutaanzwa tarehe ishirini na nne mpaka ishirini na nane na kuna maeneo kadhaa, ni vyema ni yaongereka eneo la kwanza itakuwa eh, ni onyesho la bidhaa kwa kuzingatia mnyororo wa thamani kutoka wakulima, vikundi vya wajasiriamali, viwanda, wanunuzi wa ndani na nje wataonyesha bidhaa zao. Eneo eh, la pili ni bidhaa mbalimbali kutoka katika makampuni ya huduma za kifedha, teknolojia, usafirishaji, utalii, afya, elimu, nishati na mengineyo, kwamba itakuwa ni sehemu ya wananchi ukanda u kuweza kupata hiyo. Kile eneo la tatu ni majadiliano kibia ya kibiashara, business forums, sehemu ya watu kukutana, kubadilishana mawazo, lakini pia proposal mbalimbali, masuala ya uwekezaji. Korosho Marathon msimu wa nne inaenda kuleta mabadiliko makubwa sana, kwa sababu tuna matarajio ya zaidi ya watu elfu tatu watashiriki katika mbio hizi za Korosho Marathon, na kama tulivyoweza kusikia kwamba ni mbio ambazo zimegawanyika katika makundi tofauti na kwa sasa tumejipanga kwa ajili ya kutoa hamasa kubwa kupitia mikoa yote ambayo inalima zao hili la korosho na kuweza kuwarahisishia wadau mbalimbali waweze eh, kujisajili maeneo tofauti ambayo tutayaandaa. Lakini katika hali nyingine eh, hii Korosho Marathon msimu huu kwa sasa tutatumia mfumo wa usajili kupitia mi, e, Yas, kama tulivyoweza kusema Yas ni miongoni mwa e, kampuni ambayo imetudhamini kupitia kilomita 10. Kwa hiyo Yas kama Yas e, e, ukitaka kushiriki e, kwenye mbio za kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21, au mbio zitakazogusa katika upande wa watoto, basi tutaweza kujisajili kupitia e, lipa namba ya Yas ambayo ni ishi239 na, na, eh, na, na jina pale litatoka New Korosho Marathon. Kwa hiyo eh, tuwatake wadau wetu popote pale walipo, tuendelee kufanya usajili, na hapa Bodi ya Korosho Tanzania kwa nje kutakuwa na banda ambalo litaandaliwa maalum kwa ajili ya kuongeza tija ya uhamasishaji, lakini pia kujisajili wadau mbalimbali ili tuweze kupata vifaa mapema mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe ku like na comment channel yetu, ili tuendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Lakini nikusihi tu, Mtanzania popote ulipo, ujitahidi kufika hapa mkoani Mtwara kwa ajili ya kuweza kushiriki Korosho Marathon. Hii ni muhimu kwa afya, lakini pia hata kuja kushuhudia kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutoka maeneo haya <tune>